Ni Mungu mwana. Mungu mwana, mwana. Mungu mwana, mwana. Mwana. Mwana. Ah. Tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiye wa pili katika hali ile ya utatu na ndiye mwana wa pekee wa milele wa Mungu aliyezaliwa katika mwili ili amdhihirishe Mungu kwa mwanadamu katika kutimiza ubashiri ili awe mwokozi wa ulimwengu uliopotea. Katika ile hali ya Bwana Yesu kuwa mwanadamu hakukoma ha kwa jinsi kwa jinsi yoyote ile kuwa Mungu, na kwa hiyo ni Mungu halisi na kadhalika mwanadamu halisi aliyeweza kutenga, kut, kutenganishwa na hali ile ya umoja na milele. Kwa ajabu Bwana Yesu alichukuliwa... kwa ajabu Bwana Yesu alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikra Mariamu, akaishi maisha yasiyokuwa na mawaa, akafa msalabani kama kielelezo dhabihu akazikwa iliyokamilika kwa ajili ya dhambi zote za watu wote wakati wote. Akazikwa, mwili ukafufuka katika wafu, akapaa mbinguni katika hali ya mwili uliofufuka na wenye utukufu, ameketi mkono wa kuume wa Baba akitimiza huduma yake ya utetezi ya utetezi. Utarudi tena katika anga ili kudai bibi harusi wake ka, kanisa. Atarudi tena ulimwenguni katika hali ya ki, kiwiliwili na nafsi akionekana, ili, ili kutimiza historia ya wanadamu na kukamilisha mpango wa mwisho wa, wa Mungu wa kutoa hukumu na, na akiongoza ufalme wake wa miaka elfu moja pa utakofuatana na hali ya maisha ya milele. Tusome Yohana, tusome Luka moja thelathini. Malaika akamwambia namwambia, usiogope, usiogope Mariamu kwa maana umepata neema kwa Mungu kwa Mungu tazama. Tazama. Utachukua mimba. Utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. mwanaume na jina lake utamwita Yesu, huyo atakuwa mkuu, mkuu. mkuu. ataitwa mwana wa aliye juu na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi na Daudi na baba yake. Cha Daudi na baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili? Itakuwaje basi neno, Itakuwa hili maana sijui mume, maana sijui mume. Malaika akamjibu akamwambia, eh, uh -huh. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, nguvu zake aliye juu zitakufunika, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kama kivuli, kwa sababu hiyo, naam. Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Mwana wa Mungu, mwana mwana wa Mungu. Wa Mungu. Unaweza jiuliza kwa nini Yesu uh, Roho Mtakatifu anajitokeza kabla ya wakati wake? Sababu wanasema kwamba utachukua wa mimba ya Roho Mtakatifu. Sawa sawa. Hapo tunasema kwamba huyu Mungu mkuu walikuwa pamoja, walikuwa pamoja lakini sasa, kila mtu alikuwa yuko na wakati wake, sawasawa. Hata wakati wa Yesu, kabla atoke Mariamu, akapata aliambiwa kwamba atapata ujauzito na akaweze kumzaa Yesu, ambaye ni Mungu mwana. Atu Yesu aua Yesu Aso Yesu. Aso Yesu. Aso Yesu so Mungu mwana alikuja ili ya kwamba akaweze kuwa kama mfano maana alikuja akachukua mwili wa mwanadamu asilimia mia moja na pia akachukua asilimia mia moja ya Mungu. So yeye na Mungu ni kitu moja, halafu sisi aaue, halafu Yesu na sisi pia ni kitu moja, asifa Yesu. So Yesu ni asilimia mia moja mwanadamu na asilimia mia moja Mungu. ingine hapo Filipian.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 na alikuwa anaishi na Baba, lakini alikuja ulimwenguni akajifanya kama yeye pia ni mwanadamu, ama akawa mwanadamu. Ndio maana alizaliwa hapa na mwanadamu, akateseka akapitia yote, mwisho akakufa, siku ya tatu akafufuka na akapaa kwenda mbinguni, sawasawa Amen. So Yesu Kristo alipokuja hapa hata nilikuwa tu kwa baba, nguvu za baba nazo ndio mimi, mimi niko nazo. Alijinyenyekesha, alijinyenyekesha ili ya kwamba yule babake akaweze kupata utukufu kupitia yeye, sawasawa. Iweni na Amin, nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa hapo pia ndani ya Kristo Yesu, mbaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, kwanza alikuwa ni Mungu naye hakuiona hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha uh, cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alifanya kujifanya lakini utukufu alikuwa na alikuwa nao. So tukaweze kunyenyekesha kama yeye, kama Yesu Kristo alivyonyenyekesha, ili ya kwamba tukaweze kumpendeza Mungu. Twende mbele, Wakolosai 2:3: ambaye ndani yake hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika, zime yaani, kwa kwake Yesu Kristo ye Yesu Kristo yuko na hekima na yuko na marifa yote, yaani kwake ndio hazina, yani zitapatikana hapo. Sawa sawa, eh tuna tuna tunaangalia kuhusu Mungu Mwana. Kuhusu Mungu Mwana, Warumi tatu ishirini na tano tutasoma: ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, yeah. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani. Ambaye Mungu ameweza kumweka awe mpatanisho. Mungu Mungu kwanza alikuwa anatumia manabii lakini baada ya kwama mwanadamu ameasi sana, Mungu akanyamaza. Baada ya kwama Mungu akanyamaza, akafuta njia ambayo tena atamrudisha mwanadamu katika ile hali ya, ya usawasawa, ndio akaamua kumtoa Yesu Kristo ili awe mpatanisho. So, so Yesu Kristo ni mpatanisho kati ya mwanadamu na Mungu ndio maana akakuja hapa duniani akamwagika damu ili mwanadamu akaweze kukombolewa. sawa sawa, amen. Sawa sawa, amen, endelea mbele. Awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kujiachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Alikuja -so Yesu apatanishe madamu tena, ili zile dhambi zote ambazo zilikuwa zimetendwa zimefanywa zikaweze kusamehewa. Yesu alikuja hapo ni duniani akateseka na mwisho akaona akaona mauti ili kama mwanadamu akaweze kupatanishwa tena sawasawa, hey. Tumalizie na Yohana 16:7. Yohana 16:7 inasema: Naam, lakini mimi nawaambia iliyo kweli yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Amina. lakini mimi nawaambia, uh, lakini mimi ninawaambia hiyo kweli uh. yawafaa ninyi mimi niondoke Aso, Yesu. Amina. Yawafaa ninyi mimi niondoke. mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi atakuja kwenu kwenu makwetu. ore so Yesu Kristo alikuja kwa malengo ya kwamba mwanadamu akombolewe, mwanadamu uh, aone ile miujiza ambayo Yesu Kristo amefanya, ili ya kwamba akaweze kuamini. sawa sawa sawa sawa, Yesu alikuja Alipokuwa na miaka minane akatahiriwa, yaani mpaka miaka thelathini akaanza kazi kazi yake na mwisho akaenda, na alikuwa anatembea na watu kabisa, yani anafanya imeujiza ambayo kila mtu alikuwa anaona, alikuwa anafanya vitu ambazo yani zinaonekana sawasawa. Sasa akasema yeah, kwamba ni wakati niende, manake nisipoenda yule msaidizi hamtamuona, asioyesu hii yote ilikuwa ni idhihirishe ule utatu wake ambao ulikuwako. Ule utatu wa Mungu ulikuwa, ule utatu wa Mungu ulikuwa.